Mwana maisha fresh, kama nilivyokuambia, kila mtu yuko hapa, na pembeni yangu ni mmoja kati ya uh, eh, of course ni mwanasiasa tu maarufu, lakini pia na mambo yake mengi sana. Naomba nisimtambulishe mimi uh, dada Faraja ajitambulishe. Asante. Na naitwa Faraja Kota ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Uh, mambo mengine sio leo. <laughs> Faraja, leo tumekushuhudia tume hapa, lakini wewe ni miongoni mwa watu ambao umekuwa unatazamwa pengine na watu wengi sana, na tunatazamia pengine kwenye siku za usoni au za hapa karibuni unaweza ukawa unaingia kwenye baadhi ya maeneo hiyo. Nia mpaka sasa hivi imefika wapi? inawezekana muda ukiwa stahiki nitasema. Eh? inawezekana muda ndio huu Hapana. Kipenga kinapulizwa leo. Muda ikiwa stahiki tutasema. Kipenga ndo kinapulizwa leo. Kipenga kikishapuliza tutasema. Kwa hiyo, bado tuvute pumzi. Ah, okay. Tunategemea tupate mkutano wa namna gani? Tumekuja hapa mwezi Januari, lakini tena ndani ya muda mfupi tu miezi minne tumerejea tena hapa Dodoma katika ukumbi huu huu katika mkutano tena mwingine wa Chama cha Mapinduzi. Leo tutarajie nini? Cha kwanza leo tutarajie kusikia uz utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi yeah, 2020 mpaka 20, 2025, lakini pia katika mkutano huu tutarajie kuona uzinduzi wa ilani mpya ya uchaguzi wa 2025 mpaka 2030, yeah. Tunajua kazi kubwa iliyofanyika miaka hii mitano kwa upande wa uchaguzi na utekelezaji wa ilani Tumeona usimamizi mzuri wa Chama cha Mapinduzi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunatarajia kuona mazuri makubwa zaidi katika hii ilani mpya inayoenda kuzinduliwa kwenye huu mkutano mkuu. Tunatarajia pia usimamizi mzuri wa Chama cha Mapinduzi kwa serikali ili utekelezaji wa ile ilani uwe wa madhubuti, lakini tuna uhakika na uongozi wa Dk Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa CCM na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba no nikuchokoze Ndiyo. Unanirusu? Hapana. <laughs> <laughs> <Apana. laughs> Naomba no, nirusu ni kuchokoze kidogo, kidogo, kidogo, kidogo. Okay. Bana, bungeni kulikuwa na mjadala mzito sana kuhusiana na kauli za Gwajima kwa sababu haikuwa moja, lakini moja kati ya kauli ambazo Gwajima alizisema ni kwamba kwa nini mtoto wa Samia uh, aani mtoto wa Samia hajatekwa akatobolewa macho au mtoto IGP Kamilu Siwambura hajatekwa, hajatobolewa macho akiwa anamaanisha watoto wa viongozi. Wewe pia una mirija ya damu ya uh, watoto wa viongozi. Hiyo kauli wewe kwa kweli uliitazama vipi? Kwanza mimi naamini kwenye haki ya kila mtu, haki ya kila binadamu, yaani pale ambako kiumbe kinatengenezwa kina haki, haijalishi hicho kiumbe ni mtoto wa Dr. Samia Suluhu Hassan au ni mtoto wa Faraja au ni mtoto wako. Kila kiumbe kina haki, na sidhani kama katika kauli, katika taswira, huwa ni sawa kutoa kauli ambazo pengine zinachochea unyama, ukatili au unyanyasaji au utes, utesaji wa aina yoyote kwa hiyo pengine ni mfano lakini sidhani kama ni mfano stahiki wa kiongozi, kwa sababu mwisho wa siku, kila mtu ana haki, kila mtu anapaswa kulindwa, kila mtu anapaswa kutetewa ule utu wake, hata awe mtoto wa nani, mwanakijiji kule kwetu Tanga, mkazi wa Dar es Salaam, rais, waziri, mbunge, haijalishi. Kwa hiyo, mimi navyoamini ni kwamba kauli zetu kama wanadamu ziakisi yale mapenzi ya Mungu na ziakisi yale ambayo tungependa mtu mwingine asiyaseme kwetu. Tunasema kwamba mpende jirani yako kama unavyojipenda. Kwa hiyo usilotaka jirani yako afanyiwe basi na wewe pia usimfanyie jirani yako, usilotaka uweze us, kujifanyia mwenyewe, usilotaka mtoto wako atamkiwe basi nawe pia usitamke kwa mtoto wa mwenzako. Kwa hiyo mwisho wa siku ni ule binadamu, lakini naamini kwamba alivyoongea hivyo aliongea kwa, kwa utashi wake. Ni kiongozi wa kiroho, kiongozi wa kisiasa, kwa hiyo ni katika ule binadamu, lakini mimi binafsi naona kwamba si sahihi okay. Uh, Faraja bana, ile kauli ilitafsiriwa ili na watu wengi, jamii kubwa ya Watanzania kama, uh, alikuwa anamaanisha kwamba labda familia za viongozi au watu waliwaokuwa viongozi huwa wanapewa kipande kikubwa zaidi cha keki au wanapewa upendeleo au wanatazamwa kwa jicho tofauti. Hii ina, ina maana gani? Ni tafsiri kama ulivyosema, mm. tafsiri ni maoni ya mtu binafsi Anavyo... mi nikikaa hapa nikiangalia pale naona, naona zile nguzo, mwingine akikaa kwa kule akiangalia hivyo naona hili jengo. Kwa hiyo kila mtu mtazamo akutokana na anapokaa na anapoona, kwa hiyo wezi ku, nisemeje uweze kujudge tafsiri ya mtu. Kwa hiyo yeye tafsiri yake ni hiyo, mimi yo siyo tafsiri yangu. Kwa hiyo tusubiri kipyenga, au subiri kipyenga, kwa hiyo nikufate baada ya kipyenga. <laughs> <laughs> anaitwa Faraja Nyalandu. Uh, tumepiganae histori hapa. Endelea kukaa na sisi, bado mambo ni mengi hapa kupitia Jambo FM.